Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma inaendelea kutoa elimu elimu eh, kuhusiana na masuala mbalimbali mbali ya afya, lakini elimu hususan kuhusiana na chanjo uh, na kwa kuona umuhimu huo, wizara uh, ya afya inashirikiana na watu mbalimbali eh, mbali, eh, kwenye jamii eh, utaona katika mafunzo yetu haya ya human centered design tuko na kundi la viongozi wa dini, tuko na kundi la walimu, tuko na kundi la wahudumu wa afya e, katika vituo, lakini tuko na, na, na kundi la watoa la, la, la, la, waganga wa jadi na tiba asili. E, tuko na makundi mengine ambayo e, yana, yana, yana, yana, yana ushawishi e, katika jamii na lengo ni kupata uh, wao wakielewa umuhimu wa chanjo watakuwa ni mabalozi wazuri kwenda katika jamii e, kutoa elimu na umuhimu wa chanjo kuanzia kwa watoto wadogo e, hata zile chanjo za, za, za vijana na hata zinazotolewa za, za, za, za za kwa, kwa, kwa utu uzima. Kwa hiyo Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma imeendelea kuhakikisha ku, kwamba elimu sahihi ya chanjo inatolewa na, na, na, na, na, na. Tunafanya kampeni mbalimbali mbali. Tunatumia vipeperushi e, tunasambaza katika jamii, tunatumia mitandao ya kijamii kuendelea kuelimisha kuhusiana na maswala na ubora wa chanjo e, lakini pia tunatumia redio na TV e, katika kuendelea pia ku, ku, kuendelea kutoa elimu kuhusiana na chanjo. Kwa nini tunafanya hivyo? Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba hakuna mwananchi asiyesikia au kupata uelewa kuhusiana na swala la chanjo nchi hii. Eh, nchi hii sekta ya afya imeendelea kuimarisha huduma zake za chanjo kuhakikisha kwamba wananchi wote wanafikiwa katika makundi yanayotakiwa kufikiwa na kupata chanjo. Lakini pia sehemu ya elimu ya afya kwa umma tuna namba ya moja tisa tisa au namba ya Wizara ya Afya hii ambayo ni namba ya bure kabisa Namba hii utakayo utakapopiga, mwananchi, kwanza ni namba ya bure, lakini pia ukipiga itapokelewa na wahudumu ambao watakupa taarifa sahihi ni wapi upate huduma hii ya chanjo, lakini pia watakuelimisha zaidi, na ukiwa na maswali mbalimbali, hujaelewa kuhusiana na jambo lolote la kiafya, na hata katika wiki hii ya chanjo, na jambo lolote kuhusu chanjo, utapata uh, taarifa sahihi kuhusiana na masuala mbalimbali ya afya. Kwa hiyo piga 199 eh, namba hii ni bure, tukupatia elimu sahihi kuhusiana na masuala mbalimbali ya afya na uendelee uendele kuelimika. Eh, mwananchi mwenzangu, ndio tulipotoka, tulipo, tulipo tunapoelekea, tunajenga taifa imara lenye afya.